Na mambo vipi mtazamaji wa Dimpo Sport? Kama lako kwanza kutana na chaneli ya Dimpo Sport, muezi neno subscribe ili wa kwanza kupata update. Pana kubwa kuliko leo na Moses Clement Mzize. Clement Mzize amekuwa ni mchezaji mbaya. Anawaka kinoma noma huko uwanjani na kitu ambacho kinamfanya endelee kuwaka na jinsi ambavyo vitu ambavyo anaendelea kuvifanya huko uwanjani. Bwana, yes, Clement Mzize amefanikiwa eh, goli lake ambalo alishinda zaidi ya TP Mazembe hapo eh, nchini Tanzania eh, lilifanikiwa kuingia kwenye orodha ya magoli bola Afrika. Yaani kwenye magoli bola ambayo yameingia, yameenda kwenye masuala mazima ya CAF. Eh, la Clement Mzize pia ni goli moja wapo, na mmojawapo. Na ikumbuke bwana, eh, hiyo mechi iliisha kwa tatu kwa moja na Clement Mzize bwana, alipiga shuti la mbali na mpira uliingia nyavuni. Sasa hilo goli bwana, limefanikiwa kuingia eh, kwenye iko kinyang'anyiro. Bwana, kumbuka pia magoli kama hayo eh, Ikumbuke kibongo bwana, mchezaji ambaye e, alishawahi kufanya kitu hivi karibuni ni Osman Sako, ni alikuwa e, e, e, so, ni mchezaji kutoka klabu ya Simba Sports Club na kama unavyojua kwenye masuala mazima ya CAF Eh, kuna magoli mengi ambayo yameingia na ukiangalia, uki mashindano ni mengi, kama mashindano ya Chan, eh, ukieka mashindano mengi sana yame yote yapo upande wao. Sasa kama magoli yote yatakuwa yamechanganyika na yamehesabiwa eh, Clement Nzize pia goli lake limo ndani huko bwana, ni kitu kikubwa, hatuwezi kukataa kwenye kitu kikubwa, na tuendelee kuona itakuwa je? Yeah, atafanikiwa kuchukua hiyo tunzo ambayo eh, ipo imeandaliwa kwa ajili ya mchezaji ambaye atakuwa mshindi, au kuna kitu gani ambacho kitaendelea? Matumaini hapo kwa Mzize. So mambo ni mengi, lakini kubwa kuliko je, eh bwana Clement Mzize anavunja rekodi, na kwa kutokana na umri wake na game ambazo amecheza na uwezo wake ambao unaonesha mkubwa wa kiufundi na kuingia kwenye ma eh kwenye historia, kwenye historia kubwa kama hizo. So kwa haraka haraka, unaweza kujifikiria kuna wachezaji wengi wakubwa akina Pacome Yes, kuna wachezaji wengi sana wakubwa kwa mfano kama kina Clatous Chota Chama, eh, wakufanikiwa kuingia kwa kipindi hicho lakini pia Clement Mzize amekuja ameingia, ni kitu kikubwa kiasi hicho. So kitu gani ambacho wewe unahisi mtazamaji wa Dimpo Sport, je, Clement Mzize anastahili kupewa hiyo tunzo au ah, wewe unaonaje kwa jicho lako ambalo la, eh, la eh, la eh, anakiamini ni bora zaidi. So kipi ambacho unaona Clement Mzize anastahili? So dondosha komenti yako hapo, na pia tutakujibu, tuone uko sahihi kama navyowaza mimi au kama wanavyowaza watu wengine kwamba Clement Mzize, au kuna watu ambao wanatakiwa wapewe, so na so Clement Mzize kubwa kuliko so. Sa so kusubscribe, kushare ili uanze kupata update mbalimbali.